Hujambo na karibu tena mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa habari Kiganjani. Huu ni wasa na wakati mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli ya kupendwa kabisa ambayo inakuhabarisha habari za Tanzania na nje ya Tanzania, na habari tulionayo sasa mezani kwetu ni kuhusiana na uteuzi uliofanyika katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo umefanyika kuteua wenyekiti, makamu wenyekiti na wakurugenzi. Itakumbuka kwamba Tundu Lissu alichukua usukani wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema. Lissu amemngoa madarakani Freeman Mbowe ambaye alikiongoza chama hicho kama mwenyekiti kwa miongo miwili. Mbowe amekuwa wa kwanza kukiri kushindwa kumpongeza Lissu kupitia mtandao wa X. Timu ya kampeni ya Lissu pia ilitumia mtandao wa X kutangaza ushindi wake. Matokeo rasmi ya uchaguzi huo uliofanyika yanaonyesha kuwa Lissu amepata asilimia 51.5 ya, ya kura zote zidi 48.5 tatu alizozipata Mbowe. Mara baada ya mgombea kuu Mbowe na timu ya kampeni ya Lissu kutuma salamu za matokeo kupitia mtandao wa X, wakala wa Lissu kwenye uchaguzi huo na aliyekuwa mbunge wa Arusha Godfrey Lema aliwaambia waandishi wa habari kuwa Chadema ndiyo imeshinda. Chama kimeonesha demokrasia iliyokomaa. Huu ulikuwa uchaguzi huru na wa haki kabisa na umerushwa mubashara na vyombo vya habari, watu watu wameliona hilo, amesema Rema. Mwenyekiti mpya wa Chadema Tundu Lissu baada ya kutangazwa mshindi alisema chama hicho kimeweka kiwango cha chama hicho kimeweka kiwango cha dhahabu cha demokrasia ndani ya kuvutia vyama vingine vya vya siasa nchini humo kuiga mfano wao Lissu amesema uchaguzi huo ulikuwa wawani huru na haki bila mizengwe, japo amekiri kuwa kulikuwa na misuguano na kasoro za hapa na pale. Tumefanya jambo ambalo halijawahi kufanywa toka chama chetu kianzishwe, tumeweka kiwango cha dhahabu, tunaambia vyama vingine kama vinaweza viige, ameeleza Lissu, baada ya uchaguzi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA uliofanywa Januari 21 na 22. Chama hicho tumetoa taarifa kwa umma kimeteua viongozi wengine wapya kama ifuatavyo. Kamati kuu ya CHADEMA iliyokutana katika kikao chake maalum cha siku mbili kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 12 Machi mwaka huu, ikiongozwa na mwenyekiti wa chama taifa, mheshimiwa Tundu Lissu ime fanya uteuzi wa wakurugenzi kwa mujibu wa ibara ya saba nukta saba nukta kumi na sita b na wataalamu mbalimbali wa makao makuu ya chama kwa mujibu wa ibara ya saba nukta saba nukta kumi na saba i ya katiba ya chama toleo la mwaka elfu mbili na kumi na tisa kama ifuatavyo: wakurugenzi, Johni Pambalu ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa organization, mafunzo na uchaguzi. John Kitoka ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa mambo ya nje na diaspora. Wakili Gastoni Garubindi ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu. Bi Brenda Rupia ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na Bi Katherine Ruge, mtaalamu wa dawati la jinsia. Leonard Magere, mtaalamu wa rasilimali miradi na uwekezaji. Aidha, kamati kuu imethibitisha makatibu wa kanda tano za chama kwa mujibu wa ibara 7.7.16c si, kama ifuatavyo. Bi Ashura Masudi amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya kati inayojumuisha mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida. Benjamin Ntele amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya pwani inayojumuisha mikoa ya kichama ya Ubungo, Ilala, Kinondoni, Temeke na Pwani. Totinani Ndonde amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Mara na Tanga. Edgar Malimusi amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya kusini inayojumuisha mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma. Habibu al Hamisi amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya Pemba inayojumuisha mkoa wa kusini Pemba inayojumuisha mkoa wa kusini Pemba na kaskazini Pemba. Viongozi wengine walioteuliwa ni kama ifuatavyo: nafasi ya mwenyekiti, Hashim Juma Isa, Hasan Ali Abeidi Omar Shemu Hassan. Makamu mwenyekiti Ali Ame Hassan, Mohamed Saleh Amir Omar Yahya Mohamed. Waweka hazina Kasimu Juma Abdallah Saidi Khamisi Saidi Khamis Mwatum Juma Musa. Baraza la wazee, mwenyekiti Mohamed Ayub Haji. Makamu mwenyekiti Khatibu Malili Hassani. Baraza la wanawake, mwenyekiti Huzaima Ali Hamdani. Makamu mwenyekiti Tatu Saidi Hasani, katibu Majida Al-Amir. Mweka hazina Bimkubwa Bereki Mbaraka. Baraza la Vijana, mwenyekiti Asa Mbaraka Ali, katibu Neema Saidi Mwishe, mweka hazina Rukaya Saidi Msabahi. Taarifa hiyo imetolewa Jumatano tarehe kumi na mbili Machi na msaidizi mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Hujambo na karibu tena mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa habari kiganjani. Huu ni wasa na wakati mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli ya kupendwa kabisa ambayo inakuhabarisha habari za Tanzania na nje ya Tanzania, na habari tulionayo sasa mezani kwetu ni kuhusiana na uteuzi uliofanyika katika chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ambapo wamefanyika kuteua wenyekiti, makamu wenyekiti na wakurugenzi Itakumbuka kwamba Tundu Lisu alichukua usukani wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. Lisu amemng'oa madarakani Freeman Mbowe ambaye alikiongoza chama hicho kama mwenyekiti kwa miongo miwili. Mbowe amekuwa wa kwanza kukiri kushindwa kumpongeza Lisu kupitia mtandao wa X. timu ya kampeni ya Lisu pia ilitumia mtandao wa X kutangaza ushindi wake. matokeo rasmi ya uchaguzi huo uliofanyika yanaonyesha kuwa Lisu amepata asilimia hamsini na moja na pointi tano ya kura zote zidi 48 pointi tano tatu alizozipata Mbowe. Mara baada ya wagombea wakuu Mbowe na timu ya kampeni ya Lissu kutuma salamu za matokeo kupitia mtandao wa X. Wakala wa Lissu kwenye uchaguzi huo na aliyekuwa mbunge wa Arusha Godbless Lema aliwaambia waandishi wa habari kuwa CHADEMA ndio imeshinda, chama kimeonesha demokrasia iliyokomaa. Huu ulikuwa uchaguzi huru na wa haki kabisa, na umerushwa mubashara na vyombo vya habari, watu watu wameliona hilo, amesema Rema. Mwenyekiti mpya wa CHADEMA Tundu Lissu baada ya kutangazwa mshindi alisema chama hicho kimeweka kiwango cha chama hicho kimeweka kiwango cha dhahabu cha, cha demokrasia ndani ya kuvutia vyama vingine vya, vya siasa nchini humo kuiga mfano wao Lissu. amesema uchaguzi huo ulikuwa huru na haki bila mizengwe, japo wamekiri kuwa kulikuwa na misuguano na kasoro za hapa na pale. Tumefanya jambo ambalo halijawahi kufanywa toka chama chetu kianzishwe. Tumeweka kiwango cha dhahabu tunaambia vyama vingine kama vinaweza viige, ameeleza Lissu baada ya uchaguzi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA uliofanywa Januari 21 na 22. Chama hiko tumetoa taarifa kwa umma, kimeteua viongozi wengine wapya kama ifuatavyo. Kamati kuu ya CHADEMA iliyokutana katika kikao chake maalum cha siku mbili kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 12 Machi mwaka huu ikiongozwa na mwenyekiti wa chama taifa, mheshimiwa Tundu Lissu ime fanya uteuzi wa wakurugenzi kwa mujibu wa ibara ya saba nukta saba nukta kumi na sita b na wataalamu mbalimbali wa makao makuu ya chama kwa mujibu wa ibara ya saba nukta saba nukta kumi na saba ya katiba ya chama toleo la mwaka elfu mbili na kumi na tisa kama ifuatavyo. Wakurugenzi: John Pambalu ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa organization, mafunzo na uchaguzi. John Kitoka ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa mambo ya nje na diaspora. Wakili Gaston Garubindi ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu. Bi Brenda Rupia ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na wenezi, Catherine Ruge mtaalam wa dawati la jinsia. Leonard Magere mtaalam wa rasilimali miradi na uwekezaji. Aidha, kamati kuu imethibitisha makatibu wa kanda tano za chama kwa mujibu wa ibara 7.7.16c, kama ifuatavyo, Bi Ashura Masudi amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya kati mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida. Benjamin Ntele amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya Pwani inayojumuisha mikoa kichama ya Ubungo, Ilala, Kinondoni, Temeke na Pwani. Totinani Ndonde amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya Kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Mara na Tanga. Edgar Malimusi amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya Kusini inayojumuisha mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma. Habibu Al Amethibitishwa kuwa katibu wa kanda ya Pemba inayojumuisha mkoa wa Kusini Pemba inayojumuisha mkoa wa Kusini Pemba na Kaskazini Pemba. Viongozi wengine walioteuliwa ni kama ifuatavyo: nafasi ya mwenyekiti, Hashim Juma Isa Hassan Ali Abeidi Omar Shemu Hassan, makamu mwenyekiti Ali Ame Hassan, Mohamed Saleh Amir Omar Yahya Mohamed, waweka hazina Kasimu Juma Abdallah Khamis Saidi Khamis Mwatum Juma Musa. Baraza la Wazee, mwenyekiti Mohamed Ayubu Haji, makamu mwenyekiti Khatibu Malili Hassani. Baraza la Wanawake, mwenyekiti Huzaima Ali Hamdani, makamu mwenyekiti tatu Saidi Hasani, katibu Majida al-amir, mweka hazina Bimkubwa Bereki Mbaraka. Baraza la vijana, mwenyekiti Asa Mbaraka Ali, katibu Neema Saidi Mwishee, mweka hazina Lukaya Saidi Msabahi. Taarifa hii imetolewa Jumatano, tarehe kumi na mbili Machi na msaidizi mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi.